Karibu. kwa hivi sasa nina muda wa kuweza kuzungumza na ndugu zangu za kuhusiana na masuala ya haki, haki zetu za kimsingi ni zipi, zinakiukwa vipi nchini na zinalindwa vipi tunapokuwa nje ya nchi? Ni mkaribishe ndugu yangu wakili Nguju Mathenge, karibu sana katika studio zetu, dada yangu Irene Soila, Uh, mwakilishi katika ile tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu na pia vilevile vile kakangu, Hussein Halid, afisa mkuu mtendaji Vocal Africa, na pia vilevile vile, eh, ndugu yangu Ocheng Alamo ambaye ni mratibu wa kitaifa RGM, kuzungumza mengi kuhusiana na haya. Uh, kwanza kabisa, nitaanza moja kwa moja na wakili, kwa sababu nimeona juzi kina Hussein Halid wanakuwa wanakuwa mstari wa mbele, wakati kuna watu ambao wamekandamizwa haki zao ndani ya en, nchi na pia hawaja sita wakati kuna mtu ambaye amekandamizwa haki zake nje no. ya nchi wanakwenda no. Uh, na inafika mahali watu wanaweza kujiuliza haki zangu zinakiukwa vipi ndani na haki zangu zinakiukwa vipi no. wakati ninapokuwa no. nje. Kwanza nawe kama wakili, uh, kwa hilo uh, niseme hivi, wakati wanaharakati wameanza kwenda mpaka nchi za nje za kigeni mm -hmm. eh, kutetea haki za kibinadamu ni kwa sababu wamepata kuelewa haki za kibinadamu, sio haki za Mkenya ama za Mtanzania ama za Marekani, ni haki za kibinadamu, hivyo kwamba hakuna binadamu wa South Africa, wa Marekani, wa Kenya, wa nchi nyingine yoyote, kwa sababu kunazo nguzo kadhaa za haki za kibinadamu, ya kwamba haki ni zina ubinafsi na huo ubinafsi ni unatokana na kwamba wewe ni binadamu hivyo tu basi. Wewe ni mwanadamu unayo haki, umezaliwa tu hivi. Wewe ni mwanadamu una haki, ukizaliwa uko nchi gani ama gani yoyote, unayo haki. Na hii Uh, hili jambo lilitokana mwaka wa 1948 katika United Nation Universal Declaration of Human Rights na hiyo imekubalika na uh, karibu nchi zote za duniani, lakini kwa msingi, nchi ya Kenya, Tanzania, Uganda wameratibu hiyo mkataba ya Universal Declaration of Human Rights. Na inasema kama wewe ni mwanadamu nchi yoyote mahali popote duniani, unayo haki ya kuishi uh, usiuliwe, yani, right to life. Unayo haki ya liberty, ukuwe uko free, unaweza fanya mambo yako kama huumizi mwenzako. Unayo haki ya kuongea kama hayo maneno haya, uh, haya, haya, haya, hayafanyi, uh, ama haya sijui nitasemaje, lakini ama ya kuaruzi mtu mwingine kwa njia mbaya ama kwa njia ambayo inakiuka sheria. mm -hmm. Na jambo lingine na la mwisho na la muhimu sana, ni unayo haki ya kama umeshikwa usidhulumiwe hivyo tu, wewe ni mwanadamu, usidhulumiwe uachwe tu, maanake kuna sheria, ufuate sheria na sheria ifuate mkondo. Na Irene, napomsikia anavyozungumza wakili anasema kwamba waliratibu wakaelewana na wakafanya hivi, kwamba kuna hizo haki za kimsingi, na anapigania haki za kibinadamu, anapigia binadamu, ana binadamu, ana mipaka binadamu, ni binadamu. hmm. Kwa alichozungumza yeye na kilichojiri majuma mawili matatu hapa nchini Kenya kinaendana alichosema kwamba tuliratibu, ila kuna watu wengi ambao walikuwa uh, wanaamini kwamba walikandamizwa haki zao kuna ile hoja pia inakuja nasema kwamba sawa, kuna haki za kibinadamu lakini je, kuna pia kuvuka mpaka haki hizo za kibinadamu? Wakati unapigania zile haki kuna mipaka ambayo utakani ku, kuvuka. Asante sana Rashid. Ah, nitasema ya kwamba ni kweli vile alivyosema yeye kwamba nchi nyingi zimeratibu aa, ule mkataba wa Universal Declaration of Human Rights na Kenya ni mojawapo, Tanzania ni nyingine, Uganda okay. kwa kusema tu Uh, nchi chache ambazo kwa sasa tuna, tuna, tuna, tunayo sababu ya kuyazungumzia, mm -hmm. Na hivyo basi yale ambayo yalitendeka juzi, mm -hmm. Nitasema uh, kuna tabia mbaya shakumsima tusi mm -hmm. Kuna tabia mbaya ambayo sasa tumeanza kuiona na imeanza kuwa imeanza kuwa ikikuzwa tu, mm -hmm. Na sana sana inakuzwa na baadhi, sio kila mtu mm -hmm. Baadhi ya wale wanaona ni kana kwamba wako na haki zaidi ya wengine na kinachowapatia haki kuliko wengine pengine ni kwa sababu ya zile nafasi, nyadhifa zenye ambazo wanazishikilia katika nchi zao, ama tu kule kwa kuwa pengine wanahusishwa wana na watu ambao ni wakuu katika serikali zingine ama kwa nchi zao, na hivyo basi wanakuwa na ile uh, confidence ama audacity ya kukua wanakandamiza haki za watu wengine, si kwa sababu inastahili ama ni kwa sababu hivyo ndivyo inavyofaa, mbali ni kwa sababu ni tabia mbovu ambayo wanayotaka kuianza na kuiendeleza. Na wakati mwingi wanapofanya hivyo, iko sababu na iko iti, ama kiini ambacho kinataka, uh, wanataka kuiachieve Kiswahili, mm -hmm. kuiachieve wakati ambapo haya maneno yote yanafanyika na utapata kwamba kuna wale wataishi kunyamazishwa, kuna wale ambao hawatakuwa na fursa ya kufanya yale ambayo wanayostahili kufanya, ni kwa sababu kuna kushikilia fulani ambao wale ambao wanajiona au ndio wakubwa wanashikilia hivyo, tunajaribu kurudisha nyuma. Um, haki zetu ama demokrasia yetu ambayo tumekuwa tukiunda na tukiipatia kipaumbele tangu tupiganie tu, tu, tu, tu, tu haki uh, ya kuwa independent kama nchi. Naam, Hussein, kuna hmm, swala fulani unaweza kuliangalia kwamba wakati mwingine nasema kwamba Rashidi anapigania uhuru lakini Rashidi naye amevuka mpaka ama Rashidi amepigania uhuru ama Rashidi ndiye chanzo cha uh, uh, madhenge naye vile vile kuweza kuvuka mpaka na ili uh, hali anayeshtumiwa anasema kwamba mimi si fanyi makosa lakini najaribu kuweza kumhamasisha mwenzangu mm. Kuhusiana na haki no. Tuna mwamvuli wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini ukiangalia kwa mambo ambayo anaendelea kwa hivi sasa mm -hmm. Kuna haja ya kuleta umoja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia kuna ule uhuru wa kukosoana ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na uhuru pia wa kujengana ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa no. pale mpaka unakuwa wapi? mm. Manake kweli kabisa, kwanza nitoe shukrani zangu za dhati kuweza kualikwa hapa ili kuzungumzia swala muhimu kama hili ambalo hivi sasa liko katika midomo na fikra za wengi si wa Kenya peke yake bali Afrika Mashariki kwa jumla. Na ni swala zuri ambalo umeuliza, na nafikiri mara nyingi um, katika jamii uh, tunaelekezwa na sheria hata mm -hmm. tukiangalia masala ya dini mm -hmm. utaona kwamba dini kila dini iko na kitabu chake mm -hmm. ambacho inaelezea inapeana sheria zake hivi tutafanya hivi hatufanyi hii ni sawa hii si sawa waislamu wako wa wa na Quran wakristo wako na Biblia na wahindi wako na gita gitu kila mtu n yani, mm -hmm. kwa hivyo tukitaka kuangazia eh, ni vipi sisi tutaweza kusonga mbele ni ile mipaka tuipate katika sheria zetu mm -hmm. na tukiangalia ile East African Community Treaty ama mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki uko wazi kabisa kwamba ule mkataba si mkataba tu wa ki, ki, ki economy peke yake, mm -hmm. wala si mkataba tu wa serikali, ni mkataba wa kuleta watu wote pamoja, and specifically imetaja masala kama haki za kibinadamu kuwa mojawapo ya mambo ambayo hizi nchi zitashirikiana kuhakikisha kwamba wameweza kukuza katika jumuiya ya Afrika Mashariki. E, masala ya demokrasia, masala ya kuingiliana ni mambo ambayo yamepeanwa kwa wazi kabisa katika ule mkataba. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza e, tukiona baadhi ya viongozi kama vile nafikiri e, Senata Cherargei, tukiona viongozi kama Mariam Said yule wa Zanzibar, tukiona kama Muhozi hati wakisema E, watu wasiende kule kupeleka tabia mbaya, ama musiende kule kufanya mambo ya activism. Sisi ni jumuiya ya Afrika Mashariki, hata tuko na wimbo wa taifa ambao unatuunganisha, kwamba kila wimbo wa taifa wa nchi ukipigwa lazima ufuatiliwe. Pasipoti zetu zimeandikwa jumuiya ya Afrika Mashariki. Leo vipi? Sisi tutaambiwa hamufai kuingiliana, ati ni wanasiasa peke yao ndio wawe na bunge East Africa Legislative Assembly, wawe na East African Community Treaty? Hiyo ni makosa na ni makosa ya hali ya juu sisi uh, wananchi. Hayo yote yanafanywa kwa sababu ya kutuleta sisi wananchi pamoja, Sio kusema sisi wakubwa sisi wanasiasa peke yake tufanye, nyinyi bakieni katika nchi zenu. Hilo ni kosa na lazima tuweze kulizungumzia ili watu walifahamu kwamba shida ya Mtanzania ni shida ni ya Mganda, shida ya Mganda ni ya Mkenya na shida ya Mkenya ni ya Mtanzania. Hiyo sasa ndio tutaita Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwa wananchi wameungana, wamekuwa kitu kimoja na bila shaka kauli nzito sana anaotoa Hussein Ali asema, kwa sababu aa, ya ule msuko wa jumuiya ya Afrika Mashariki basi, inatakana kimtazamo wake tusimame pamoja kwa dhiki na raha ra, hmm, ili msingi msi, tu aliposema ni kwamba iwe sote tunaheshimu katiba ya mataifa hiyo. kabla wasema vitabu vya kidini i kwamba iwe unatekeleza haki yako unaheshimu katiba ya Kenya ya Tanzania, Uganda na kadhalika, lakini lazima tuwe tunasaidiana katika kulinda haki za binadamu uh, Ocheng, nafikiri kwamba uh, ili swala la haki <coughs> eh, na kupigania haki limekuwepo kwa miaka mingi, lakini <coughs> eh, hivi karibuni limeonekana kama mbe ni swala ambalo eh, vijana wameamua kuweza kuli kulibeba mm -hmm. Uh, kwa nafsi zao kwa lengo la kunishinikiza mabadiliko mm -hmm. kwa lengo. Kuna baadhi ambao wanafurahia kwa mtazamo wao kwamba sawa, maanake vijana ndio viongozi wa kesho mm -hmm. wameanza kuongoza leo mm -hmm. na kuna wale baadhi wanasema kweli wanapigania, lakini uh, kuna wakati mwingine wanakwenda zaidi ya matarajio. Unalizungumziaje hilo swala? mm -hmm. Asante sana Rashid. Mwanzo um, nataka kutoa shukrani zangu kwa mwaliko huu na kujumuika pamoja na wenzetu ili tujadili swala hili. Uh, jambo la pili ningependa pia kuwapa uh, pole wale uh, vijana wenzetu ambao uh, waliuliwa kule uh, nchi ya Tanzania na wengine pia ambao bado wako na majeraha mbalimbali waweze kupata afueni wa haraka. Uh, uh, kupigania haki ni jambo ambalo imekuwepo na tangu tutoke uh, vita za dunia ya pili Second World War kuliratibiwa hiyo uh, sheria in 1948 ya kuhakikisha ya kwamba haki za kibinadamu zime, uh, zimelindwa na nchi ambazo zitakubali ile mkataba na so ni kitu ambayo imekuwepo tangu hiyo wakati. Wakati huu vijana, kwa vile ni asilimia kubwa ya nchi mingi za Afrika, uh, lazima wajihusishe kwa maswala ya nchi na masuala mojawapo ya nchi ni kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu ni haki za kimsingi, na zimelindwa. Wengine watasema mara vijana wanaenda zaidi, lakini si hivyo. Wale wa, uh, watu ambao wanapaswa kulinda haki ya wan, uh, wananchi ndio wanaenda zaidi, ndio uh, inabidi vijana waanze kuitisha hiyo haki yao, na wakati mtu ambao unaenda kuitisha kitu ambayo ni yako ya haki na mtu anakwamilia Utaitisha kwa njia yoyote ile. So vijana wako na hiyo haki na wako na sauti, kwa sababu nchi hii wenye wanaijenga saa hii ni yao, si ya wazazi wao, ni wao. Nchi hii ni wa yao na ni wa watoto wao ambao watazaa. So ni jukumu lao, lazima waichukue na waipiganie hiyo haki, pasipo kusema wameenda zaidi ama awajafika kule mahali yenye wanafaa wafike Namn ni kauli nzuri, na tunapokuwa tunaendelea, maanake nimependa mnavyozungumza uh, kwa sababu wanasema kwamba tukisimama pamoja chini ya mwamvuli wa jumuiya ya Afrika Mashariki tutapiga hatua mm -hmm. kama Afrika Mashariki mm -hmm. lakini pia vile vile na kwamba ikiwa tutakuwa tuko katika mwamvuli wa jumuiya Afrika Mashariki lakini hatuangaliani kwa macho mawili mm -hmm. pia tunaanza kujenga mitazamo ambayo itavunja mm -hmm. ule umoja wa jumuiya ya Afrika Mashariki. mm -hmm. yeah. Sasa hapa tuko katika njia panda tunaitafuta yeah. Haki na nasema kwamba ikiendelea hivi huenda labda tukajenga uhasama mkubwa wa taifa dhidi ya ya, ya mataifa na mm, mtu anasema ukiingia uoga huo mm, utakuwa nao umekataa kupigania haki. tuko katika kabisa, njia pana kabisa. Ngoja tuweze kuzungumza kwa kirefu, mtuambie, je, kuanzia sasa na kuendelea tunapaswa kufanyaje kuhakikisha kwamba haki inapiganiwa, lakini umoja na undugu na msingi wa jumuiya ya Afrika Mashariki unazidi kukumbatiwa? Nikirudi nitakuwa nawapa nafasi ili uweze kutueleza kwa kina zaidi. Mtazamaji, haki iwe ngao na mlinzi Afrika Mashariki, lakini pia vile vile safari ya haki na umoja isiwe ndiyo chanzo cha uhasama na uadui katika Afrika Mashariki. <coughs>